Kuna, okay. Hakuna, hakuna atakayezuia. Baba si mzima, si ndiyo? Amina, amina. Babu, unaweza ukatembea pale kwa spidi? Aya rudi. Huyu baba si alitoa shuhuda jana, si ndio? Ni tofauti ya mtu alio hai anatembea, ni mzima na mtu aliosikwa, kuna tofauti mkubwa sana. Kama huyu baba ni mzima, basi ni tajiri. Sijui unanielewa vizuri, unanielewa vizuri. Maadamu tu uko pamoja, wewe uko hai, wewe ni bosi, wewe ni tajiri, wewe ni mwenye baraka maana utajiri wa kwanza ni uzima ulionao. Sije unanielewa vizuri kanisa, hebu naomba mwenye imani aseme ninakataa kukiri umaskini, seme ninakataa keti. Pale unielewe dakika moja tu, sema mina. Watumishi si wameimba? Baba huyu si ameimba? huyu si ameimba? huyu si ameimba? siame si ameimba? huyu baba si ameimba mama yule si ameimba, huyu baba si ameimba, na mimi niimbe nisiimbe? Niko ninaimba. Naomba tucheze pamoja, si ndio? Na ndio maana ninakupa neno la ushujaa. Maadamu niko hai, madamu ni mzima, hata kama waliniwangia, hata kama wamenichukia, madamu hajachomoa uhai, mimi nakwenda kuwa bosi wao. Wow. Pokea Sema amina, sema amina. Huyu baba alitulia. Alipotulia wakapiga, wakaona wamenyang'anya, wakaona wamezurumu, wakaona wametoa, lakini maadamu yuko hai ana nguvu za kutembea. Maadamu yuko hai, umenielewa sasa, si ndio? Umenielewa si ndio? mama yangu, baba yangu, uko hapa, una watoto, sema amina Maadamu uko hai, simama na kuwatetea watoto. Uko hai, uko hai. Maisha yako wewe, mambo yako wewe. Bwana akiwa zabuli, zabuli, zabuli ile ile ya mia moja kumi na nane katika shida yangu nalimwita Bwana. We unamwita nani? sema amina Huyu ni mfalme aliyokuwa mtawala, fedha alikuwa nayo, na ni bosi semamila, lakini bado shida inatokea. Ndio maana nikakwambia kuna mambo mengine yatatuliwa na elimu ulionayo, kuna mambo mengine yatatuliwa na wadhifa ulionao, kuna mambo mengine yatatuliwa na fedha ulionayo, kuna mambo mengine tuliza jua, aliyopendezwa nije duniani ni nani? Ni Bwana aliyokuumba na kama yeye ndo alipendezwa huyo kwa kila jambo lolote, hebu mpazia sauti, atakutengenezea njia. Uh! Sema uh! katika shida yake alimlilia nani? Wewe leo unakatishwa tamaa na mambo madogo madogo? Soma pale mtumishi katika shida, twende katika shida yangu, nalimwita Bwana, ndio Bwana akanijibu akaniweka panapo nafasi, akamweka panapo Alimjibu hakumjibu? Ali, wewe ni nani usijibiwe? watumishi wanaimba wanakupa, wanakutia moyo. Ni nani usijibiwe? katika shida yake alimlilia Bwana na Bwana akamchukua, akamjibu, akamweka kwenye nafasi. Na kila mwanadamu aliyoumbwa ana nafasi yake, mtu asikudanganye. Mimi nakueleza kila mwanadamu aliyoumbwa na Mungu hapa duniani mpaka Mungu akakubali akasema, wewe Mariamu, uwepo duniani. Ukaenda macho yale ya nini yale? Kuna macho ya nini huko? Wanapigana kwa macho nini, ile zombi akakupitisha nini eh? <laughs> Zongo zanga zingi zongo. Zongo, zongo. <laughs> Eh, unaona ile akakupitisha katikati ya zongo, si unaifahamu zongo, si ndio eh? Zongo eh? Akakupitisha katikati ya zongo hapo, wenye zongo akakuangalia, lakini umemo katikati ya zongo <laughs> ulikuna tambaa, unakula mchanga udongo, unaenda ila Mungu akateweka neema hii, mfuko ni nini? Haukujama udongo, ukaenda akakupitisha wapi? Ukaenda mpaka leo hapo, umepita hapo hapo hapo, hapo, hapo, hapo, hapo. Maisha ni Mungu mwenyewe, saa zingine maisha hayana formula. Kuna watu wenye formula na akili nyingi, lakini bado wanatembea na vyeti tapakurara, ngoja nikuambie, haya maisha haya maisha haya maisha. Ndio maana nakwambia usimcheke mwanadamu, alafu heshimu mtu ambaye. Mimi nakueleza ifike mahali uelewe, akili zitulie, uone kuna mambo mengine yanatatuliwa na Mungu mwenyewe, kuna vitu mwingine Mungu aingilie kati. Na mimi nakueleza uliokuja kumwabudu na kuamini, anakwenda kukufanya kuwa kichwa. Haleluya, haleluya! Ndio maisha yalivyo, rafiki yangu, maisha yana no formula, au tukitegemea kama ungekuwa hivyo. Kuna wengine hatukutegemea kama tungekuwa ubiri wa injili leo, tuna ubiri injili, sio kwa sababu ya elimu au kwa sababu ya ujanja. Hapana, ni kwa neema ya Bwana na kwa neema hiyo naweka kuvae uwe baraka kwa ndugu zako na zako. Okay! Unamwogopa nani? Oh, unaogopa jambo gani? eti sisi tuna magonjwa sugu katikati ya familia. Ah, ah, Bwana akiwa upande wako, hajasema akiwa upande wenu. Na huyu alikuzaliwa na familia akatoka katikati ya watu wenye familia, mbona akusema na familia yake ya kwamba Bwana angekuwa upande wetu? Ah, Bwana akiwa upande wangu akaongerea yeye mwenyewe, Bwana akiwa upande wake. Maana vita ni ya kwake, maisha ni ya kwake. Hiyo vita ni ya kwako, kabina uishinde, pokea ushindi. uh -huh. Maliza. Bwana yuko upande wangu, msaidizi wangu, kwa hiyo, uh -huh. kwa hiyo nitawaona wanaonichukia. hey. wameshindwa basi Simama na kusimama basi. Haya, leo unatoka, unaona nini? Natamani ukaone, natamani uone wanaokuchukia wameshindwa. Ah, ni hiyo tu, yaani ndio ile. Kwa pointi hiyo sema amina, natamani nione wenye chuki na maisha yako. Kwa sauti sema wameshindwa paza sauti, sema tena, wameshindwa. Kwa haya na mengine mengi, usisahau kusubscribe, ku like na kushare kwenye mitandao yetu ya kijamii na Mungu akubariki.